Wakulima wa mazao ya tumbaku na pamba kutoka wilaya ya Nzega mkoani Tabora waliokubali kulima wa kilimo cha mazao mengine ya kimkakati ikiwemo dengu, mbaazi na alizeti ili wayauze katika masoko ya kitaifa na kimataifa, wameiomba serikali na wadau wa kilimo kuhakikisha masoko hayo yanakuwa ya uhakika, kuondolea hofu ya mkwamo. Kutoka Nzega, Tabora, Apolo Benjamin anaripoti. Wakulima hao wametoa maombi hayo katika kikao kazi cha kuhamasisha uzalishaji wa mazao hayo ya kimkakati kilichofanyika wilayani hapa na kuhusisha viongozi wa vyama vya msingi wilayani Nzega, wadau wa kilimo na viongozi wa serikali. Tunashukuru sana kwa ushauri huo. Nadhani zao la mbaazi litakuwa na tija kwetu wakulima kutokana na soko lake litakapokuwa zuri na bei ni kubwa kuliko ya mpunga. Katika mazuri mnayoyafanya yasiishie kuwa na mafunzo kwa sisi viongozi. Sisi tuko hapa kwa niaba ya wakulima wetu walioko nyuma, tupeleke mashamba darasa ya kile kinachowezekana sehemu mpana zaidi. Kwa upande wake, mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Tabora, bwana Venus Msafiri ametanabaisha dhima ya kikao kazi hicho, huku afisa kilimo wa wilaya ya Nzega Bwana Saidi Shemahonge akieleza namna watakavyotoa ushirikiano kwa wakulima hao kuhakikisha wanalima kilimo chenye tija. Leo tulikuwa na tukio la kwenda kuangalia shamba la mfano la mbaazi ambalo chama kikuu wamelima kwenye maeneo ya wilaya yetu ya, ya, ya Nzega yanakubali zao la mbaazi sio geni sana kwa wakulima wetu. Tunachokwenda kule sisi ni kuongeza chachu tu, ili kila mtu sasa ajue kwamba hii zao sasa tunaingia kwenye kilimo biashara. Aidha, akizungumza na wakulima hao, afisa tarafa wa Bukene bwana Simon Masele, kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Nzega, amewatoa hofu wakulima hao na kutoa uhakika wa masoko ya mazao hayo ya kimkakati. Kwa upande wa serikali kupitia halmashauri, tutaendelea kuweka mazingira bora ya uwekezaji katika sekta ya kilimo lakini pia kuhakikisha miundombinu ya barabara na masoko inaboreshwa kwa manufaa ya wakulima wetu.